<coughs> yeah. Mimi namshukuru Mungu pamoja umenikimbia Benjamin Mkapa. Umenikimbia Benjamin Mkapa na sio wewe tu yana, vyombo vingi mabosi wao nyumamwiko wamenikimbia Benjamin Mkapa. Sio una... wewe tu vyombo vingi Benjamin Mkapa vinavyojua mabosi wao nyumamwiko, unajua umwamba naenda kupasua maiki wamenikimbia wasimamizi wa mechi ile walitaka interview zote zifanyike nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo waandishi wengi walikuwa nje kule, sio ndani. A, palifungwa lakini baadaye palifunguliwa, vyombo vyote vilizama pale na kazi ilifanyika. Ba baada ya mpira kumalizika, vyombo vyote hapo, kuna kesi itamalizika. Ah, tu kesi ya kunguru inamalizwa na John Nandi. Umetinga katika hatua nusu finali na unafuraha kabisa, maana naona sasa hivi mpaka kofia unabadilisha, Mnandi. Ndio maana tumezoea kuona ana kofia embet embet, lakini sasa hivi una kofia nyingine baada ya kutinga nusu finali ile. Bwana watu wamelipola, kwa sababu walivyoona kwenye mambo ya kubeti, watu mikaka yao imechanika, watoto wao walilalia uji, wakanipola. Ile kapelo wameenda wameficha sehemu, ndio maana nimevaa hii ambayo unaona haina embet. Umetinga sasa nusu finali, lakini japo wengi wanabeza wanasema umebahatisha, maana kuingia kwa mikwaju ya penalti. Mikwaju ya penalti haina mwenyewe, umetinga kwa kubahatisha. Nani anasema maneno hayo? Ghost Wandima. Ngosi wa Ndima? yeah. Ah, yani siku zote chakula ambayo unakula kila siku yeye kila kwa mwaka mara moja, huyo ndo kabahatisha. Sawa? Mimi kila siku naishia robo finali. Lakini yeye kakaa zaidi ya miaka mia, kacheza robo finali, kaenda finali ya shirikisho, karudi kacheza robo finali akabingwa mwaka huo kaisha makundi, yule pale analima miyogo. Yani umepata hela wiki moja, miezi mitatu una hela, unasema kama wewe una hela? Hizo hela za kuokota. Mimi hela natafuta kwa jasho. Kwa hiyo sisi pointi tunazitafuta wenyewe. Ndio maana tunaendelea kupanda huko.

Watu cheke, kuna watu wamenunua jezi hizi. Taarifa zetu nazo jezi kashafanya yake shughuli jezi. Kama ile visit, visit Kimanjaro di Zanzibar, imevaliwa wapi ile? Sijui imevaliwa nchi gani Kongo? Uliona ile imeisha kwenye makontena imerudishwa tena huko huko ilikotoka. Wewe umeiona mpaka leo iko wapi? Imetambulishwa tu Visit Kilimanjaro and Zanzibar iko wapi? Rivers wakawaondoa kule. Baadaye wakakutana nako kwenye robo finali alikisasa hako wakatengeneza mazingira kwa sababu wana maisha magumu wale, wakawaondoa lakini msimu ule jezi zile hazikuvaliwa. Ndio sasa hivi watu wamenunua jezi na wamechapisha kabisa lakini zile jezi mpaka sasa hivi nawambiwa, kapeni bibi zenu na babu zenu wavae. Mnyama simba kashatoboa mwamba, maji saizi yanatoka. Yaani hata wewe kwako kwa, kwa, kwa maji alikuwa na shida, ilikuwa elfu moja sasa hivi ndo shilingi tano nandi. Lakini katika mechi hile kipindi cha pili mwarabu alikuwa anaonekana kuwaumiza sana mashabiki wa Simba, hasa wachezaji walikuwa uwanjani muda mwingi, walikuwa wakilala chini. Lakini ukimwangalia hata golikipa wao alikuwa analala sana. We, kwa wewe ilikuwa haikuumizi haiku, haiku zaidi kuona kuwa unaenda kuikosa nusu fainali? Niliumia sana. Yaani kuikosa, nilikuwa najua siwezi kuikosa. Nilichoumia, kuna mashindano ambayo kukimbizana ya mbio yaliaza, sawa, ya ya watu watu, si ya ya iko, iko, iko nchi kubwa Afrika Cairo, eh, mababe wa kuchukua ubingwa wa Afrika leo nakuja hapa kutudhalilisha, wamezalisha nchi yao. Chezeni mpira sio na lalala, sisi sio pake basi, sisi hata ukipaka gorofa sasa tunakufunga. Wangewauliza Constantine, tuliwafanya nini Waarabu? no, kana, kunye, hata hapa Waarabu wanaonekana nini? Wanaonekana wanajiamini sana. Kamala mwamba wewe nawatisha namna hii, mtu kakubali imo weka pale, watu wale walivotoka pale waliwaona kinyonge. Kocha anakubali oh, timu hizi za kucheza shirikisho. Mbona maneno kuongea, mimi mbona kuongea terminal siri? Wakati unatua unapost tu, unaomba ndugu zako wakupokee, hasa wale waliomba walipokee. Mbona sijaona post kwamba, jamani, asanteni kwa ushiriki wenu, tunaondoka? Uliona umepost, wale waliomba wapokee hapa walivoondoka, waliposti, jamani, asanteni kwa ushiriki wenu, mmetusaidia vizuri? So, waliwasaidia kuruka wageti la uani ule So, luka ukuta. Mbona hajambia asanteni jamani, ule ukuta tuloluka, tumekula chuma sita ndani ya dakika sitini na mbili na hizi nne sita, mbona hawajaposti sisi ndo Simba Sports, zama lake alivyosikia vile kaona oh, mwanangu nenda hatunaatahuyo atanizalilisha, akinitoa tena huyo. Mimi nadhalilika, sababu akinitoa huyo ananiharibia samani yangu. Napotea hata kapotea hata miaka 30. Kwa yule kajigongesha mwenyewe. Yule kakimbia Zamalek kakimbia. Kakimbia. Yule sasa tungeenda kumtoa yule. Tungeenda kumtoa. Tunampoteza kwenye ramani. Kwa nini huyu nani huyu tumemfanyaje msimu ule hicho? Kashiriki msimu wa kimataifa. Yaani sasa, tukikutoa yani kama tumekupa gundu. Unakaa huko. Sasa tunaendelea kuzonga. Sasa Zamalek kafikiria alisota sana. Kaona usinitanie. Eh, wewe bwana mdogo ukinitoa kidogo dalau hakuna, atasemekana emergency alimdhalau mtoto. Kidogo kimoja kile chuma kimelala. Shughuli imeisha. Yule kama kufungwa sasa ingefungwa South Africa. Kwa nini ukaze pale huko ushindwe? Alivyosikia mechi imeisha huko, Almasi kashakula chuma sita. Kaona wao sio poa hiyo. Mengo, aniondoke na si tunamwambia baba jeni zetu kwa turudi tena sumahilia hapo, tuweke tena kambi, ila sio kesi, tutakuja kununua hata magodoro au tende kukutana mm. Eh, sasa na Stellan Boch, Stellan Boch ambao kwenye ligi wanaonekana kushika nafasi za juu, ligi ya Misri wanashika nafasi takriban ya sita hivi, lakini Stellan Boch ambaye amemtoa Zamalek bingwa mtetezi. Nyi haiwaogopeshi kukutana na, na timu kama aina hii Kwani yeye anashika nafasi ngapi South Africa? Yule tunapata taarifa nafasi ya nne saa hizi Almasi. Huyo anashika nafasi ngapi South Africa? Kibali ya sita hivi. Ya. ya sita. Kwa hiyo manake Almasi ni bora kuliko yeye. Kwa nini ligi bora ligi namba moja bora Afrika nchi gani? Nchi gani? Si ndio kule kule. Sasa mtu kama yuko nafasi ya 4 manake si bora wewe. Utamfananisha na yule. Sababu angalia hata kwenye ranking yuko nafasi zile 21 huko. Sawa, Simba nafasi ya nne. Mtafute hapo, mtapaka hapo, kamzidi nafasi ngapi? Lakini Stellenbosch huyo namzungumzia, amemtoa Zamalek. Zamalek ambaye anaonekana yupo nafasi za juu kuliko hata huyo Zamalek, wakati hata huyo Almasi kwenye ligi yao. Hata Maluma alimtoa Pyramids wale. Tumesahau Maluma sasa alimtoa Pyramids msimu wa mwaka juzi nyuma mwiko akapata kitonga anateleza tu. Yani hao wadogo sana time watu wanajigongesha. Umeona bwana? Ili watu wapate namna gani? Sasa unafikiri Zamalek nyumbani kwake anatolewa kizembe vile? Nyumbani kwake? Kwa nini asifungwe kule South Africa? Zamalek alivyosikia huko mwanzake CAF. Kwa nini CAF msingepanga yani, muda mmoja na mechi zote za shirikisho hawa ndio wametusababishia, wakimbie hawa. Wangeka muda mmoja wale wangeshinda. Sasa hizi hao tutajipanga kurudi tena pale pale, tendeza pale tamu kishenzi. Tukataka turudi tukachukue tende turudi nazo hapa, lakini sio kesi huyu alotupa hapo South Africa. Tushatolewa sisi na timu hizi mbili tena kubwa, sio huyu huyu. Ana tofauti na Malumo aloshuka daraja. Sasa mwambie kabisa tunakuja Yaani Simba huko gari limesha feli break alafu liko kwenye mlima wa Kitonga asajiulize kutoka kule juu ikiwa linashuka inakuwaje na kukutana nayo mbele. Kiwango alichokionyesha Steven Desi Mkwala kwenye mechi ile ya Simba Sports Club dhidi al uh, ya Almasri kinaweza kikampa wakati mgumu uh, Lionel Christian Ateba. Uh, Ateba ni sehemu nayo pia ya kutafakari kwa sababu hata Mkwala alichoma sana mahindi. Alivyoona mahindi ya hivi kaenda kuchoma mishikaki. Kachoma mishikaki kocha akamwambia rudi. Yule pale asa hivi anakula Kitoga. Kwa hiyo na yeye sasa hizi ni muda wake kwenda kuchoma mahindi, akiona mahindi tu yanaungua tu yanashindikana kuiva, basi akachoma naye mishikaki yake arudi tena limbani, kwa sababu ile ni nafasi wanapishana, sio kila siku akae mtu mmoja, ile kama siti ya daladala, kishuka mwezako anapanda. Kwa hiyo pale Simba, nimekwambia mazoezini kule kuna kazi, yani ugali wao unavaa gloves ndio unakula ugali, yani ukisinzia tu imekula kwako. Sio kama upande wa pili kwa shemeji huko, sasa hivi anaonekana kidali. Sasa hivi hata wewe sasa hivi unaweza kumkodi yule, akawa anakusimamia wale sukusume sukume ba. Ah, shemeji. Nani? Umjui shemeji? Ah, Azizi. Wewe hujamuona jana? Kavaa jezi kama kibodi suti kilivombana. La la deki wala. Oh, nazi yo, oh, nazi imekolea. Tu number 1. Hapa ndo Tanzania, hapa ndo Dar es Salaam. Nilikwambia hapa ndo Dar es Salaam anaweza kaondoka na kanda mbili hapa. Watu wanaendelea kukulisha sasa. Atasahau mpaka nyumbani kwao. Nandi, wakati wewe unasherehekea kutinga katika hatua nusu finali Young African siku ya jana majira ya mpaka ya saa tatu hivi wao wakawa wanasherehekea kuongeza alama kumi katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara wakifikisha alama 67 wewe ukiwa na alama zako 57 baada ya kumfunga Azam FC. Nini kinachomkuta Azam FC? Ana shida gani? Ametoka kufungwa na Black Stars Singida, lakini sasa hivi tena dhidi ya Young Africans ana wakati mgumu yule. Hana wakati mgumu yale, ndio maisha ambayo kajichagulia. Unajua siku zote, kila siku ukiamka, wewe uko kijiweni, unakaa unamwomba Mungu, Mungu hawezi kukupa kati umekaa, nenda katafute, alafu usipate. Ukikosa leo kesho utapata, kuna mwingine alipewa riziki, lakini sio umekaa nyumbani unategemea kupata hicho kitu hakipo hakuna kitabu cha dini kinachokwambia wewe soma ukae nyumbani utapata, utafia hapo hapo. Kwa hiyo ndo anachokipata Azamu. Kwa hiyo hii ni kitu ambaye kakiandaa kukipata, hiki ni halali yake. Alafu tunawasikia mashabiki wao wanalalamika kila siku tunaonewa, si nini? Asalajiga akakuonea nini jana? Lajiga kosa lake nini? Yaani nyinyi msicheze mpira mtegemea Alajiga. Alajiga afanyeje? mpira achukue atie nyavuni, lakini shida Azam inakuwa wapi? Ukiangalia kipindi cha usajili wanavyokuwa wanafanya, watu wengi wanakuwa wanafurahia usajili wao, na hata wachezaji wanawachukua CV zao, kizisikia ni CV zao ni kubwa, lakini wanapokuja kwenye ligi wanaonekana wanakuwa underdog kwenye timu hizi mbili za Simba na Yanga. Azam, hata wamchukue Haaland, wamchukue Messi, Cristiano Ronaldo wawalete hapa, sawa, hawatofanya chochote. Yaani, kama hawajachukua mchezaji mi nakwambia kwamba mazingira ambayo wamejiwekea wao ya kuishi ndio wataenda nayo hayo hayo. Azamu sio timu ya mpira, Azamu ni timu ya haki ya matangazo. Sio, umeelewa? Azamu sio timu ya mpira. Azamu ni timu ya haki ya matangazo burudani kwa wote. Saizi kila mtu anachukua burudani. Sasa timu ya mpira inaenda kufanya madudu kama yale. Mechi za Simba kakaza zote. Sawa? Zote kakaza. Asa jana anacheza mpira wa kitoto, hata Costi mwenye ile nembo ile ya ndugu yetu gule maandishi matatu na akakaza akafungua goli moja. Wewe uko nyumbani kwako, kipindi cha kwanza ushapigwa migoli miwili tena kijinga jinga tu, yaani mabeki wanapiga wenyewe, ni pasi za vizungu wanarudisha golini kwao ili wafungwe. Hasa jana kulikuwa na mechi pale tumemsikia Shibw akisema kuwa mechi tatu hizi walizocheza za hapa karibuni ndio zimefanya uchovu wa mechi ya wa jana waliocheza pale Mbeya, wakatoka hivyo, ndio maana hata kipindi cha kwanza wamecheza vibaya, lakini ukiangalia kipindi cha pili wameonekana kucheza vizuri tofautia chumbani. Azam hichi ndio alichokiandaa ili wafanikiwe, si tunajua, jana kulikuwa na mazingira, unayaona kabisa. Hapa hakuna mechi hapa. Hapa kuna mipango tu. Sababu hata msimu uliopita walipanga mipango Simba ashike nafasi ya tatu, ikiwezekana mpaka ya nne, ashiriki kimataifa, mpango wao ulifanikiwa, lakini mpaka saizi wote wamefeli, wale wanasuka mikeka. Simba yule jua, alizibu kwa ungo. Hata siku moja. Wewe ushaona, unajua unaweza kulifunika kwa ungo lile, ambaye linamulika dunia nzima unaweza? Uwezi kufunika wakati turubai wala mwamvuli uwezi. Sawa so, yani uwezi ndio kinachotokea kwa Azam. Kwa hiyo mimi nataka waendelee kushenye tu, sometimes, sija ata, wakanyagishwe washike hata nafasi tu, msimu wa tarigi bado wanatolewa, msimu wa kwenda kutolewa na EPL wale kwa wachezaji wao bora na kutol wange wangetolewa na piamidi kidogo hiyo timu, timu ya mpira miguu inatuzingua nani? Nyie viongozi wote mnaweka wauni wauni, mnategemea mnaenda wapi? Mimi mkeka wangu umechanika wa shilingi elfu tano nikaondoka zangu sabuni, niko ni kuanakula laki tatu jana, laki tatu ni kwa nakula ja ah, wamenichania mkeka, nikaondoka zangu sasa. Naangalia mpira gani mimi? Ah, naangalia Bonanza. Wanafikiri vipi? Watu wanataka hela wao. Unafikiri ungetoa ule sasa hivi mimi nakula kitoga, tuna enjoy. Na hii, nusu finali, tena na tamba. Je, mtu wa Simba sasa hivi kokota atakakuona nyuma mwiko anakimbia kule? Yaani akikuona nyuma mwiko anapita kwa usipaye jezi. Kivaa jezi anaweza kupita hata chooni. Akati barabara hii hapa. Yaani hataki kutuona kabisa. Nandi Young Africans sasa amebakisha mechi tano huku akiwa na alama 67. Wewe una mechi takriban nane hivi huku ukiwa na, na, na alama 57. Nafasi ya Young Africans kuchukua ubingwa msimu wa nne mfululizo unauona au nafasi ya Simba Sports Club kuchukua ubingwa ambao umepoteza misimu mitatu mfululizo bado ipo? Nafasi ya ubingwa bado ipo pale pale, kwa sababu washamalizana na hao ambao walionekana kwamba watakuja kuwakwamisha, lakini bado wana mtu mmoja ambaye huyo nadhani ndio atatangaza ubingwa. Huyu mbabe wake ni sisi. Kaweka mabausa, mechi inayofuata ikitangazwa yule yule, cheo chake kitashushwa. Siku hiyo utasikia kule wanamvua kile cheo kupitia mpanzu. Ana balaa sana ule mwamba. Niwaambie tu Wanasimba, sasa saizi ni muda wa kufoka kazi kwenye mechi yetu ya kimataifa, tuendelee kupambana Kile tulichokifanya ndani ya siku tano Benjamin Mkapa, tufanye ndani ya siku 30 kwenye mechi inayokuja. Mi naamini Simba akidondokaga nusu fainali, huyo ni fainali. Hawezi kushuka chini ya hapo. Kwa hiyo huu ni wakati wa kusapotiana na viongozi wetu, tupambane kila idara, tuhakikishe Simba anaenda fainali na analeta ndoa ya Afrika hapa. Tumeshazoka kebei, tumeshachoka dhalau. Huu ni muda sasa wa kuliheshimisha taifa. Mimi saa hizi siangalii nafasi ya nne huko, mimi hata nikiambiwa niko nafasi ya mia moja mimi mwaka unataka ubingwa, sitaki chochote yaani nafasi mimi kwangu sio tija, mikuwa bora mi bora ndani ya miaka kumi yote, mimi nataka ubingwa sasa hivi. Zile namba mi siziangalii kule, mi nachotaka ubingwa, ndio utanifanya mi kwenye namba zile nitambe zaidi. Nani nikushukuru sana, asante sana.